Naam, karibu sana mwana michezo tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Alhamisi tulivu leo tarehe 18 ya mwezi wa kumi na mbili ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Nikutakie heri ya Christmas kwa niaba ya Chapesa Media na heri pia ya mwaka mpya. Bigi, heri ya Christmas na heri ya mwaka mpya. Ah, tunamshukuru Mungu ndo hivi si mwaka unaisha na maisha yanasonga mbele, uzee unazidi kusogea eh? E, na siku za kufa zinakaribia <laughs> Hiyo ndo siri ya Simba au kufa Azam au kufa Yanga, siku za kufa tu binadamu, yani ile wanasema mm, dead body. Eh, eh hata wewe utakufa mm, ne usiogope neno kufa. kufa bado ha, bado. <laughs> hakuna anayejua siku wala saa, wala saa. Mimi bado. Sawa. Mimi naujua mwaka lakini mimi bado. Sawa, ongera. Ongera. Kitakuwa <laughs> una watu wako unaongea nao. Na bwana e, bwana Bigi bwana leo uko hai hai kweli kweli. Tuanzie hapa. Kile mwanangu ulichokuwa ukikilaumu kuhusiana na Jonathan Soa, lakini pia vilevile vile, vile ulichokuwa ukilaumu pia kuhusiana na Maodo Kante alasane sane, wenye wanapenda kumuita Yaya Ture, wamefungiwa michezo mitano na kila mmoja wapo ametozwa fine, ila mashabiki wa Simba nacho kidai ni kwamba hawajatendewa haki, mbona Imidi Mao mkami bado hajapigwa? Mtu yote ambaye unamsikia anataja foul ya Imidi Mao, maana yake huyo akili ana, huyo akili ana. Mimi naona kuna watu wanajadili sana kuhusu foul za Imidi Mao Aa, hawa akili hawana, kwa sababu hawajui kutofautisha, na najiuliza, najiuliza, ni kwa nini hao watu wapo kwenye tasnia ya mpira. Yani unajua mtu wote, mimi mwenyewe ni shabiki, ila maana yake nipo kwenye tasnia ya mpira. Najiuliza swali hao watu ambao wanaongea kuhusiana na faulu ya Imidi Mao, kwa nini wapo kwenye tasnia ya mpira? Yani hao kuna michezo ibidi wao wanaenda kuishabikia, sio mpira wa miguu eh? Sure kabisa. Yani kama kuna mtu namsikia anaongea kuhusu faulu ya Imidi Mao, inabidi ujue kwamba huyu hajui mpira na hajui lolote kuhusu soka, ni amevamia tu kwenye mipango ya mpira kwa sababu Unaangalia, unaangalia mchezo aliocheza aliocheza Jonathan Sowa kwa Emidi Mao. Umeelewa? Mpira upo chini, Emidi ashatoa pasi. Unakuwa unampiga kiwiko hapa, kwa nini sikio? Hapa hapa na mpira vinahusiana nini? Mpira haukuwa wa juu na unampiga mzee kwa kiwiko makusudi. Unamwona anapiga makusudi. Kante, mpira anao Faisali. Amedribble, amemzungusha, mambo tatu anamkumbatia. Akaona haitoshi. Amemkumbatia mpaka amemwangusha chini. Baada ya kumwangusha anamfumua shoot, anampiga mateke. Anapiga teke hela Kante. Afu baadaye mnakuja mnataka kuja kuunganisha midimao. Hii midimao zile zinaitwa ni late tackle. Maana ni mtu ambaye alikuwa anataka kufanya tackling fulani, anaenda kufanya marking lakini amechelewa. Lakini bahati nzuri ni kwamba hajaenda kumkuta yule Kante. Ila maana yake ameenda kumvamia. Yaani midimao ameenda kumvamia Kante, sio ameenda kumchezea faulu. Sijui umeelewa? Kumvamia ndo maana amebalipo kumvamia. Maana yake ile kumvamia natoka nini? Yaani kwa watu ambao wamecheza mpira. Ndio maana najiuliza kina Haji hawajui chochote kuhusu mpira. Sijui lakini naona una complain kila siku. Sijui umeelewa? Ile inatokana na nini? Maana yake inachotokea hapa ni kwamba wakati media anataka kufanya marking kwa Kante. Kitu kitokea baada ya Kante kuutoa mpira na gairi nasemaderikisiji, nikamuumiza unaviki kinachofuata, na huu mwili wote nishakuwa nimekurukia wewe, nifanyeje? Nakunja mguu nikikunja mguu tutagongana tu mimi na, na, na wewe ni we, mbavu kwa mbavu au bega kwa vyovyote vile. Kwa hiyo manake nalimvamia eh, lakini sasa mijitu ambao hajui mpira nakuja naongea vitu ambavyo vileweki kuna wandazimu tu hapo kwenye tasnia ya mpira wakupasa huko kwenye mpira eh? Na ndio maana wanashtakiana mimi nakwambia eh. Ndio maana bora bora wampeleke polisi wakamfunge, hataki kufuatilia mpira mtu kama yule ah -ah. haji asifuatilie mpira, ajui chochote kuhusu mpira. Na wapo baadhi ya wachambuzi wa mpira wanaojiita wachambuzi, wanafanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna watu wanafanya vitu vya kusikitisha kwenye tasnia ya mpira mm -hmm. Wengi wao wanadai ya kwamba mbona Diarra hajapewa Uh, adhabu kama zile, miongoni mwa watu ambao kwenye post yako na kwenye account yangu mwenezi_zamfc niliongea kuhusiana na faulu ambayo alifanya, faulu ambayo alifanya Diarra. Nilishaongea hiyo kitu. Kwao wao ni kwamba wanaabua sasa hivi tu hao mambo. Lakini mimi ile siku ya mechi baada yaani jioni yake niliongea jambo, jambo lile. Kwao wao sasa hivi wanarudia tu kuviongea, sasa hivi wanarudia tu kuviongea hata mimi vitu ambavyo nilishaviongea. Unajua ndo wanga nawaambiaga vipi? Sisi Azam kwa sababu waga ndo tunapataga tabu, waga tunabidi tuchunguze vitu vingi kwenye mpira wa Tanzania. Ila wao sasa ndo wanakuja kufanyaje? Wanakuja likitokea ndo wanalitafuta lingine, hivyo ndo wanafanya. Sijui melewa waambie watu ambao hawajui chochote kuhusu mpira, waachani kufuatilia mpira wa, ambao wanajua hawajui lolote kuhusu football waachane kabisa. Watu wamecheza netball mm. Watu wengine shule wakati mm. Lakini ndio wamekuja tu kikikili wamekuja kuvamia mpira mm. Kesi ya ulonzi, ndio hivyo na mimi nashauri tu TFF na, na bodi ya ligi wafanye juu chini eh. Timu zote ambazo zinakamatwa na masuala ya ulonzi nazo zikatwe point eh. Eh, yani, kwa, kwa pigia, fine, wanachokidai ya kwamba wale hawamtambui yule mtu. Umtambui mtu ndege wanaoruka ndege, ndege wanaofanana wanaruka pamoja. Yule mtu ameonekana ameenda kutoa ulonzi wao, baadhi ya baadhi ya influencers wao walimsifia huyo mtu kwenye peji zao na ushahidi yupo. Sijui mm. sijumelewa, lakini pia kama itoshi walimkumbatia na wakakaa naye kwenye jukwaa moja na alivyotoka pale, maana alienda kukaa kwenye jukwaa lao, mbona kwenda kukaa kwenye jukwaa la kosti kama yule ni mtu wa kosti? Na kwa nini alisifiwa na watu wa, wa, wa, wa, watu wa Yanga kwa nini alisifiwa na watu wa Yanga? Uwanjani mkiingia, ndio maana kwa tena tena, hususa hususa, viwanja vya Tanzania vinahuruka hiyo vishagawana mpaka majukwaa. Nenda Benjamin Mkapa pale, unaambua Simba huku, Yanga huku. Azamu sisi tunajukwa leo pale. Kagera Sugar, Tanzania Prison wanajukwa pale. Kwa hiyo mtu akifanya tukio, akienda kuna jukwaa fulani, ajukana huyu ndo mtu wa sehemu fulani. Sijui umeelewa. Kwa hiyo mambo asiyo ameenda jukwaa sio hamna kinachomdhilisha. Hivi vyote hizo ni kona kona ambazo ni ya yao waendelee kuwalalisha ulozi wao, sawa? Kwa kuwa wanaingilia viwanjani kila siku, wakiwaambia watu wasivae jezi. Sasa washajulikana, waambieni watafute machaka kupita. Eh. Eh, washajulikana. Watakuwa wanawajua watu ukienda kule maana yake huyo mtu wa kule. Hapo bado hawajakutana na nyinyi. Asa, sisi hatulogeki sisi timu ya masharifu si hatulogeki sisi, sisi ni timu ya masharifu, masharifu. Mm. Mm. Eh, <laughs> wanaweza. Ma... Ndua... Ndua... Mm. Kila... Wana m Kongo ni nyumbani. Eh, sisi Kongo nyumbani, mtu nyumbani kwake agongi hodi. Bigi. Eh, si Kongo nyumbani. Hatugongi hodi si Kongo nyumbani babu. Yaani chote ambacho tutakisikia sasa hivi Azam siku, sana masuala ya Kongo. Si Kongo hatugongi hodi. Sisi kule ni nyumbani kwetu. Mtu kwao anagonga hodi? Eh, ndio hivyo. Mtu kwao kwaweza gonga hodi? Ah, bigi. Ndio hivyo. Wapi waboreshe na wapi wapi wazingatie? Wapi waboreshe? Azam FC. Ah, kocha yupo, Florent Ibenge yupo na anaangalia. Mimi naamini anajua mpira kuliko mimi. Yaani kwa wewe unavyoona. Kwa mimi ninavyoona. Kwa mimi ninavyoona kuna mapungufu kidogo. Mimi nadhani squad inatakiwa kuongezewa depth tu, kwa maana kwamba waongezee watu ambao ni wataalamu zaidi ili kuwafanya wale kopa nao wasizembee. Yani kama sasa hivi alipo kwa Jeft anavyoamka ukimletea booster nyingine, maana yake atakuwa zaidi ya yule unaomona pale. Yes umemona, umemona bala ambaye amelifanya Nasro Saduni kwenye mechi na Simba, ameingia akaenda kucheza winga ndani ya dakika 15 ametoa assist mbili na kutengeneza nafasi za magoli zaidi ya tatu. Maki ndo tunataka vile. Maki ile pale ni ni alamu inagonga kwa dadi, kwa Diakite, anapata taarifa ile, Nado anapata taarifa ile, Sopu anapata taarifa kwamba mm, mzee baba ameletwa huku tukashato assist mbili ndani ya dakika 15. Je, akipewa dakika 90, lazima kuanzia hapa ataje upgrade Sopu, ataje, ataje upgrade Diakite, akina tips wote ndio tunataka tips ya hivyo. Yeah. Sisi, mbona kama mmedhamiria? Ah, sio tumedhamiria, sisi tuna jambo letu na litatimia. Neno tarehe 22 unawaambia nini? Tarehe 22, tarehe 22, 22, tarehe 21 a ni, ah, ni mechi ya Simba na Yanga. 22, wewe ndio ulipewa cheo cha nini, Ngamia? Hawa watu wa albadili mimi nimemwambia nitachinja kilombaya, nilikuwa sija kuelewa hey. Ndugu yangu kichwa kina mambo mengi, tutachinja kilombaya, mimi nitachinja kilombaya hmm. na ili kumrahisishia Hashim Muibwe albadili aweze kuisoma vizuri nitachinja eh? kilombayanitachinja kilombaya washabiki kilombaya. wa Azam FC wa waendelee wa kujiamini watu ambao wanapambana kwa ajili ya timu yao, wapo nje ya uwanja, wasikae kinyonge. Sasa hivi nashukuru kuwaona, kuna watu ambao wanakuja mpaka ni peji yangu wana appreciate, ambao vitu mnavifanya sisi wote ambao tunapambana kwa ajili ya klabu yetu. Wanasema kabisa, sasa hivi na wao wakiingia kwenye mitandao ya wa kijamii wanavyo vitu vya kuviangalia, sijui umeelewa maana yake. Zamani walikuwa wanakosa vitu vya kuviangalia, kwa hiyo sasa hivi wanasema sasa tukiingia mitandaoni na sisi tunavyo vitu vya kuviangalia. Kwa hiyo waendelee kutuangalia sisi ambao tunapambana kwa ajili ya chama letu, na wao waendelee kutunga mkono. Hii ngoma mzigo mpaka ufike Mwenezi nimesema ambia. Siga mpaka ufike mwenezi nimesema. Shukrani mpenzi. Nikupe mwenezi. Pole mwanangu. Shukrani shukrani, pole. pole. Ya nini? Pole tengwa. Na nani? Nimetengwa. Kwenye nini? Mashabiki wa Azam. Swala la muda tu, kila kitu kitakaa sawa. Hatuwezi kutengwa. Mashabiki wa Simba na Yanga. Sasa hivi nimepigiwa simu naitwa kwenye kikao. Kwa hiyo siwezi kutengwa, ningekuwa nimetengwa, hii simu nisingepigiwa. Asante mwanangu.